Ndugu waandishi wa habari, napenda kuwafahamisha kwamba tumewaita hii leo kuambia tutakuwa na kongamano kubwa la wazi la fursa za uchumi ambalo litabeba ujumbe muhimu wa mgao wa asilimia 30 za Samia kupitia mfumo wa Nesti. Na kongamano hili litafanyika hapa jijini Mwanza siku ya Jumamosi tarehe 29 mwezi huu 2025. Eneo ni kwa Tunza Beach. Narudia tena ni Jumamosi ya Machi 29, 2025, kwa Tunza Beach. Ratiba yetu itaanza mapema kabisa asubuhi kwa matembezi yatakayoanzia kituo cha Radio Free Africa njia ya kuelekea airport hadi kwa Tunza Beach. Tunaamini kuwa baada ya kongamano hilo Watanzania wengi zaidi watajisajili kwenye mfumo wa NeST zaidi lakini pia idadi ya vikundi vya wanawake, vijana, wazee na watu wenye ulemavu vinavyopata tenda za serikali kupitia mfumo wa NeST tunaamini kwamba vitaongezeka. Generation Samia pamoja na PPRA tunasema kwamba connection pekee ya tenda za serikali ni mfumo wa NeST. Mfumo wa NeST umejengwa na serikali ya awamu ya sita iliyo chini ya dakta Samia Suluhu Hassan. Lakini pia sio tu hilo, huu mfumo umejengwa na Watanzania, wataalamu wa ndani ambao ni Watanzania, lakini kubwa ni kwamba kupitia sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka elfu mbili na ishirini na tatu ambayo ilitungwa wakati huu wa serikali ya awamu ya sita sheria hii inaitaka kila taasisi ya serikali kutenga asilimia 30 ya bajeti yake ya ununuzi kwa ajili ya makundi maalum. Makundi maalum hayo ambayo ni vijana, wanawake, watu wenye ulemavu pamoja na wazee. Na tayari ninavyozungumza hii leo kupitia mfumo huu wa NeST makundi haya ambayo nimeyataja yameshapata mgao wa tenda zenye thamani ya takribani shilingi bilioni kumi na tano. Sasa hapa Mwanza kuna fursa nyingi sana katika uh, katika sekta hii ya ununuzi wa umma na uzuri ni kwamba fursa hizi zipo hadi ngazi ya serikali ya mitaa. Ndugu waandishi wa habari, kazi hii ya kuzitambua fursa zilizopo lakini pia kuwaleta pamoja maelfu ya Watanzania kuzijadili na kupeana zile mbinu za kuzitumia fursa hizi. Tunaifanya hii kazi kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo taasisi za serikali, na leo hii tuko hapa mkoani Mwanza tukiwa tunashirikiana na mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA, ambayo inasimamia taratibu za michakato ya tenda zote za serikali. Generation Samia, sisi tumetambua kuwa serikali inatumia zaidi ya asilimia sabini ya bajeti yake kwenye masuala ya ununuzi wa umma. Sisi kwetu hii ni fursa na tumeitazama kama fursa ambayo tunatakiwa kuipeleka kwa Watanzania na kupitia, uh, masuala mazima ya ununuzi wa umma katika kutekeleza miradi mbalimbali mbali, na mambo mengine ya kuwaletea wananchi maendeleo endelevu. Serikali inanunua huduma, serikali inanunua bidhaa na kazi za ujenzi. Serikali ina bajeti ambayo inaitumia kutekeleza haya yote kwa kutoa tenda kwa wananchi wenye sifa. Kipekee kabisa ni shukuru serikali yetu ya awamu ya sita ambayo inaongozwa na mama yetu kipenzi Dkt. Samia Suluhu Hassan Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uongozi mzuri mahiri ambao unaendelea kudumisha amani na utulivu wa nchi yetu. Na kwa kuzingatia kwamba tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia tuko katika kipindi cha mfungo wa Kwaresma, ni waombe sote kwa pamoja tuendelee kuiombea taifa letu, tuendelee kuiombea serikali yetu ya awamu ya sita iendelee kutongoza kwa maono chanya ambayo yanaendelea kuijenga Tanzania bora tunayoitaka. Ndugu waandishi wa habari, ninapenda kueleza kuwa mimi nimebahatika kuwa balozi wa mfumo wa Nest ambao unasimamiwa na PPRA, lakini pia mimi ni msemaji wa Generation Samia, hivyo ninajisikia furaha sana zaidi kuzungumza na nyinyi hii leo kuhusiana na mfumo wa Nest, lakini pia kuhusiana na Generation Samia.